Kumshukuru sana Mheshimiwa Rais, lakini Mheshimiwa Mbunge na halmashauri mstahiki Meya na Jiji kwa ujumla kwa kutuletea mradi huu. Mradi huu utasaidia sana kwenye mtaa huu wa Bonyokwa hasa wakazi wa Bonyoka kuelekea Kanada. Ni hii barabara ilikuwa mbovu sana, ilikuwa mbaya sana ko na, natumaini na, na, na kabisa wananchi wataipokea watapokea kwa, kwa, kwa furaha, lakini pia niseme maendeleo uwaga ni mchakato. Maana kuna mwingine anaweza akasema, mlikuwa wapi siku yote? Karibu bunge linavunjwa ndio mna nani maombi yalikuwepo na jiji letu lina, uh, lina, lina kata nyingi, kata thelathini na sita. Kwa hiyo kila sehemu kuna kuwa na mahitaji. Kwa hiyo hivi tulivyovipata ndio muda wake ambao umefika. Kwa hiyo naomba watu tushirikiane kwa pamoja kuf, kuleta haya maendeleo ya kwenye kata yetu. Ndugu zangu wanaBonyokwa, uh, tuko hapa leo kwa ajili ya hafla fupi ya kukabidhi mkandarasi barabara hii ya Masia kwenda Kanada lakini pia kwa ratiba ambayo tunayo kupitia kamati ya maendeleo ya kata, tunakwenda kule pia kule Msingwa kwa ajili ya kukabidhi tena mkandarasi ujenzi wa kalavati kwa ajili ya wenzetu wa Msingwa kwenye mtaa wa Msingwa. Mimi kama kwa niaba ya kamati ya siasa wilaya, niwashukuru viongozi wote, Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Mbunge, Diwani na Mheshimiwa Mstahiki Meya kwa kufanya kazi kubwa ya kuleta maendeleo katika wilaya yetu ya Ilala. Ndugu zangu mwaka huu tuna kwa macho tunaona kwenye kata Bonyokwa, iko barabara kubwa ambayo inatokea Kinyerezi kwenda kupita Bonyokwa mpaka Kimara ni mradi wa takribani bilioni kadhaa lakini iko barabara hii ambayo inajengwa ya kwenda Kanada. Yote haya ni jitihada za serikali ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tuwangu kwenu, tuende tukawaambia wananchi ambao hapa hawapo mazuri ambayo Chama cha Mapinduzi imeyafanya kupitia serikali yake, tukawaambia serikali ina jukumu gani kwetu sisi, baada ya barabara hizi kukamilika, hii ya Kinyerezi, Bonyokwa, Kimara na hii ya Masia Kanada na nyinginezo, Hali ya maisha huku itakuwa itapanda, kwa maana kwamba itaoneka, mji utakuwa mzuri, taa za barabarani na kadhalika. Kwa hiyo kazi ya chama cha mapinduzi ni kutangaza mema ambayo mheshimiwa rais na viongozi wake wameyafanya. Lakini nitoe wito mwingine wa pili na wa mwisho, tunakwenda kwenye uchaguzi. Kwanza, katiba yetu imeweka wazi, kila mtu ana haki ya kugombea nafasi ya mbunge na, na, na udiwani. Rais tayari tushakwenda Dodoma tushaamua kwamba mgombea wetu ni Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Bado kwenye ubunge na kwenye udiwani. Kwa hiyo ruksa. Kwa yeye anayejiweza achukue fomu aombe ubunge aombe udiwani. Lakini wito wangu kwenu kama mwenyekiti wa wilaya ni moja. Uliseme fulani ya kufanya. Lugha hii si lugha nzuri. Ukisema diwani hakufanya mpaka rais pia hakufanya. Hakufanya. Amesema Mheshimiwa Msaikimea hapa. Rais ndio alitoa fedha bilioni saba kwa ajili ya ujenzi wa barabara katika maeneo kadhaa. Kwa hiyo diwani na mbunge hana hana mandate ya kutoa fedha, isipokuwa yeye ni kusemea tu, watu wangu wana hali hii na hii. Kwa hiyo ukienda kusema fulani a kufanya kitu, unakitukana Chama cha Mapinduzi na hatuwezi kubali, tukuchukulia hatua kwamba wewe unakihujumu chama. Jambo la kwenda kugombea, unatakiwa useme jamani, kugombea ni demokrasia, lakini mimi nendaka kijiti hiki, mwenzangu ifikisha hapa, mgifishe pale mbele. Hiyo ndio lugha sahihi. Mimi naomba nafasi hii, ili mradi kwamba nimsaidie mwenzangu apeleke kijiti mbele, sio kwamba hakuna jambo lilofanyika nyenyewe. Mwenyewe mnafahamu kwamba na maeneo mengine mambo maendeleo mengi yamekuja katika maeneo yetu. Kwa hiyo lazima tusifie maendeleo yale, na ukusifia maendeleo unamsifia mheshimiwa rais, unamsifia mbunge, unamsifia diwani. Lakini haikatazi diwani kupingwa, haikatazi mbunge Kupingwa. Kwa kuwa demokrasia imeweka wazi kwamba kila mtu kufika muda achukue fomu ajaze, lakini lugha ya kwenda kuombea kura ndio tunagombana nayo hiyo, kwamba akufanya kitu. Lakini kipekee nichukue nafasi hii ya kumpongeza na kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, jiji la Dar es Salaam tulipokea takribani bilioni 7.7 za barabara katika barabara hizo tumeambiwa tuangalie sehemu ambazo mnaona zina kipaumbele na kelele ziko nyingi sana. Mmoja ya kelele ambazo mheshimiwa mbunge Bona pamoja na dada yangu Tumike wamezileta ndani ya jiji ni hii barabara ambayo mnayoiona ambayo hapa imeelezwa na mkandarasi na ndugu yetu atarula ni mita takribani mia tano za zege na ukisoma ripoti yake inasema ni ujenzi wa mwaka mmoja. Mkandarasi, mi nitoe wito kwako Novaves ni kampuni ambazo tunaziamini na mmefanya vizuri sana Zanzibar, chini ya Daktari Hussein Mwinyi, kwa sababu tulipitia profaili yenu na uhakika kabisa, kwa risosi ambazo mnazo, barabara ya kujenga mwaka mmoja, na nina ushahidi wa maeneo mengi, barabara zege mita 500, kama imezidi sana, ndani ya miezi miwili mkandarasi anakuwa kashaondoka saiti. Tumetoa mwaka mmoja ni kama uangalizi, na hapa ni kuombe na nitoe maelekezo kwa TARURA pale. Nimeona yale maji, sijajua kama ni bomba la mtu binafsi au DAWASA, maanake baada ya makabidhiano leo ya site na mkandarasi, moja kwa moja nyinyi TARURA sasa muwaite DAWASA site hapa, ili lengo hizi kazi ziende kwa, kwa spidi na mkandarasi tusiweze kumkwamisha, si tumelewana kwa hilo? Hilo la kwanza lakini la pili vilevile, kama kuna watu wa Tanesco muwaite mapema ili mshirikiane kwa pamoja, ili mradi tuendane na muda, hatuna muda. Na nitoe wito tu kwa wananchi, niwaombe sana, huu mradi ni wa kwenu, wanabonyokwa. Na vilevile mkandarasi huyu hana shida, diwani hana shida. Maana yake ni kwamba mtakapoona kuna jambo lolote, basi niwaombe sana mtoe ushirikiano, tunaombeni sana. Na mwisho wa mwenyekiti ni kuhakikishie barabara hizi ambazo tulizisaini wiki tatu zilizoisha zitajengwa kwa spidi kubwa sana. Mkandarasi, tunakuamini sana na tunakutegemea sana. Tumekabidhiana, hakuna tena sababu, maana yake hapo ni kutafuta tu saiti, wapi mnaweka, mnaweza kuhifadhi vifaa. Na mwenyekiti ni kuombe ulinzi uwe mzuri sana. Yapo maeneo mkandarasi kashusha vifaa usiku, watu wameiba mafuta. Kwa hiyo kwako wewe nakutumaini kabisa kwenye suala hilo, upo vizuri sana. La mwisho, tuzidi kumwombea dua Mheshimiwa Rais Dokta Samia Suluhu Hassan kwa mambo makubwa anayoyafanya Tanzania, na kwenye Ilala yetu mambo yamefanyika ni makubwa sana. Na Oktoba ni waombe pasipo simile, ni kwenda kutiki tu. Kwa nini? Anayekufanyia wema nawe mlipe wema, na ikumbukwe, ameichukua nchi miaka yake ni minne na miaka minne ya misukosuko, miaka minne ya miradi mikubwa ambayo mtu wa kawaida utegemee kama unaweza ukaimaliza, lakini leo miradi yote ameweza kuimaliza. Maana yake ni kwamba atakapoingia Oktoba, anakuja na miradi ya kwake ya miaka mingapi? Maana yake hii Bonyokwa anaenda kuwa stamburi ndogo, Bonyokwa anaenda kuwa stamburi mdogo na hapa, sina sababu ya kuficha, nieleze ukweli. Bonyokwa kwanza anakaa mwenyekiti wetu wa wilaya, Alhaji Saidi Side. Bonyokwa anakaa mbunge wetu, dada yangu Bona Kamori Manake ni lazima eneo hili liangaliwe kwa macho mawili, macho matatu. Yajayo kwenye kata ya Bonyokwa yanafurahisha. Nimpongeze sana mheshimiwa mbunge, lakini kushukuru sana dada yangu Tumike. Kile kilio chako tena cha kamati ya fedha leo, acha kulia, barabara hii hapa ishapatikana. La msingi endelea kusimamia. Jamani, nimepata diwani mzuri, anasimamia na anaumisha, ana kichwa na kuna muda uaga anapiga hadi kelele.